ya kiafya ya kiafya maishani maishani mwako, kila hali ya kiafya maishani mwako, hali ya kiafya iliyokuwa imeharibika, mahali palipokuwa pameharibika, ninanyosha mkono wa Bwana kuanzia sasa, ninatamka uzima ndani yako, ninatamka uzima ndani yako, ninatamka uzima ndani yako. Magonjwa yameharibiwa, magonjwa yameharibiwa, kazi za giza zimeharibiwa, si mabarai yameharibiwa, mikosi imeharibiwa, rana za ukozi imeharibiwa, rana za ukozi imeharibiwa, miungu ya ukoo imeharibiwa za giza zimeharibiwa. kila neno baya kila neno baya lilokuwa linanenwa juu yako, kila vikao vimekaa vinajadili maisha yako, ili uharibikiwe ili uharibikiwe ili ukate tamaa. Ninasimama kwa jina la Yesu, ninatamka juu yako, vyote vimeharibiwa vyote vimeharibiwa vyote vimeharibiwa. Uganga umeharibiwa, uchawi umeharibiwa, magonjwa yameharibiwa, umaskini umeharibiwa, dhiki imeharibiwa, taabu imeharibiwa, masengenyo fedha imeharibiwa aibu imeharibiwa. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea baraka za Mungu, pokea neema ya Mungu. Bwana amekukumbuka wewe na uzao wako. Nyumba yako itaongezeka, fedha yako itaongezeka, hautaria tena, hautachekwa tena. Utukufu wa Bwana umekujilia, inuka uangaze, inuka uangaze. Wewe ni kichwa wala sio mkia, utafanikiwa shambani, utafanikiwa mjini, utafanikiwa kazini kwako yako imeongezeka. Bwana nakuweka panapo nafasi, nafasi ya baraka, nafasi yenye neema. Ninaachilia utisho juu yako, watu wakakutie, watu wakakusikilize. Uitapo msaada, Bwana akakusikie, wapo katika kunena, Bwana akakusikie, watu wakakusikie. Utukufu wa Mungu usitoke juu yako, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo isipungue juu yako. Ninatamka kibali maishani mwako, ninatamka kibali kwa uzao wako, natamka kibali kazini, aa bosi wako, ninatamka kibali kwa bosi wako, nafasi na nyingine zaidi, ukaongezewe kwa jina la Yesu. Ukaongezeke kifedha, fedha yako iongezeke, ukajenge nyumba nzuri na ukakae ndani ya nyumba hiyo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neema ya Yesu iwe juu yako, upendo wa Mungu uwe juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatamka neheri siku ya maishani mwako, ninatamka ushindi katika vita vyako, ninatamka baraka za Mungu maishani mwako. Nenda ukafanikiwe, nenda ukainuke we Mungu akakukumbuke, akakumbuke teso lako na akakupe haja ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.